tukaishia njiani kwa sababu ya hali pamuungu hizo hebu mtikisikomtikisiko. Tunachoalikwa ni kuvumilia hadi mwisho, anayevumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka. Mtakatifu Stefano anatuonyesha imani yetu